Basi tunaweza kuanza kuona watu waki, mm. wakiba, wakibadilisha. Kuna kwingine kama kwa mfano, juzi nilikuwa naangalia makala fulani kwa TV mm. E, kule upande wa eria za Wamasai wameanza hata, pia nakumbuka nilienda kule uh, ilikuwa ni Narok, wanatumia biogas wale ambao wako na ng'ombe nyingi mm, mm. wanatumia kinyesi cha, cha, cha ng'ombe yeah. kutengeneza gesi na wanapika vizuri kabisa mm. e, gesi safi kabisa inatokana na ile biogas. So haya ni baadhi ya mambo ambayo um, yamejitokeza kama uh, njia mbadala ya, ya kupunguza ukataji wa miti mm. na matumizi ya, ya kuni ambayo yamekuwa na madhara ya kila aina. Basi hata si huyo pekee. Hata juzi, wiki kadhaa zimepita, nili interview Zubeda, anatoka hmm, Kwali pia yeye, okay. Anasema na transfer plastics to cooking gas. Hata niko na video yake, alikuja hapa nikam hmm, kam host na hmm, ni vijana so tunarudi pale pale kwa serikali, yeah. Hmm, vijana, naona tukishuka mkono hmm, tutafanya mambo makubwa sana, wasikae tu wakitutumia kwa mambo yenye hayaeleweki.